Mmeletewa hapa mkuu wa mkoa yaani, kazi kila siku kazi yake ni sherehe. Huyu anatakiwa mwenyekiti wa kamati za harusi huyu. Unasema viongozi gani hawa? Unaamka asubuhi unakuta barabara imefungwa, kuna nini? Makonda anaishwa Subaru. Unaamka tena unasikia Arusha kuna nini Arusha? kuanzia Alhamisi ijayo mkuu wa mkoa wa Arusha bwana Paul Makonda amesema kutakuwa na tamasha la kuchoma nyama na bia, barabara ya uswahilini itafungwa. Mambo gani? shamba shamba nyie! Haya ni maneno ya mheshimiwa Godbless Lema, ambaye ni mwanachama wa chama cha Chadema, yanayomuhusu mheshimiwa Paul Makonda, ambaye ndiye mkuu wa mkoa wa Arusha na mheshimiwa God bless Lema alikuwa akizidi kuyaongelea hayo kutokana na sera ambayo wameianzisha ambayo inasema no reform, no election, na hayo ni maneno ambayo alikuwa anaongelea kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea huko jijini Arusha na mkuu wao wa mkoa Paul Makonda lakini ukijua kwamba God bless Lema alikuwa amechefukwa na roho, hakuishia hapo. Yani, hakuishia kumsema eh, Mheshimiwa Paul Makonda. Akaendelea zaidi, akageuza kibao pia na kwa wananchi wenyewe, kwamba iwezekana pia nao wamelogwa, akawapa nao maneno yao. Basi sikiliza hii. Ricky, hebu andaa mikutano kumi na tano ya Azara, hebu niongee na watu wangu, labda mmelogwa nyinyi ama nyama nyama mmekula. Haya haya, amekaa kiboya. Haya, haya

enjoy sana hii life hii. Mheshimiwa jibu. Nikijibu anajirekebisha. Wacha aendelee kupigana. Unajibu nini? Alafu, alafu. Hawaniwezi mwani. Hawaniwezi wepesi. Ize, ize, ize. Yaani, hawa watu wa nyama choma hawa ni hizi hizi, wala msiona wasiwasi hawa, mbona wangu watu wawili, hata wakiungana wakawa mwili mmoja, mimi napiga asubuhi, napiga basi. Ukisikia kwamba kuna kung'ata na kupuliza, hayo maneno ya mheshimiwa God Bless Lema yakarudi tena kwa mheshimiwa Paul Makonda na Gambo, ambao pia ni viongozi wa mkoa wa Arusha kuhusiana na ugomvi wao. Lakini pia wakifuatilia zaidi, hao wote ni chama kimoja. Aliwapa makavu yao kwamba hao wote wawili hata wakiungana hawamwezi mheshimiwa God Bless Lema. Lakini baada ya hapo tena God Bless Lema akaamisha tena upepo kwenda kwa wananchi tena kuhusiana na kwamba wamefanywa ni maboya. Hebu sikiliza hii. Tumefanywa maduanzi, tumefanywa nini maboya? Na kwa sababu gani wanafanya hivyo? Ngoaja, nitakwambia. Wanajua tasmini ya kuiba kura inapimwa kwenye uwezo wako wa kufikiria. Wana hawa watu hawana maarifa ya kutosha, tunaweza tukawageuza kama chapati. Kaya tamasha, mimi nilikuwa zangu Kanada nikasikia Arusha itasimama, na akatangaza mtakaokuwa mnakuja Arusha ukisimamishwa na trafiki, sema naenda Arusha, trafiki hatakusumbua. Mkaenda mkachomea nyama kwenye lami pale. Nikakutana naye mimi kule kwenye kawa kule, nikamwambia dogo, njoo hapa, ndio nikamwambia, wewe ulikosa mahali pa kufanyia tamasha lako mpaka ufanyie kwenye lami, unafunga barabara siku mbili, unaua uchumi. Uchumi ni transaction, uchumi ni movement. Ukisimamisha watu kutembea, unasimamisha mzunguko wa fedha. Nikamwambia wewe Ulishindwa kupeleka tamasha lako jenerotaya, kama utaki sifa za kijinga? Ulishindwa kupeleka tamasha lako stadium usiku? Kwa nini hakupeleka tamasha stadium? Uwanja ni wa kwao, milango wanafungua wao, uwanja unapokea zaidi ya watu elfu ishirini. Kwa nini usipeleke tamasha lako stadium ama viwanja vya rotaya? Unafunga barabara watu hawapiti, kierehere na sifa. Basi, mheshimiwa God bless Lema hakuishia hapo, na akamaliza na kusema hao wote wamedisqualify kwenye ngazi za uongozi, ndio maana mwisho wa siku akaambia hao wote hawastahili hata kupata wenyekiti wa kijiji. Kwa maana hiyo hawafai kabisa kuwa viongozi kulingana na kwamba wapo katika ngazi kubwa, lakini sasa kawashusha mpaka na kusema hawafai kuwa hata viongozi ngazi za chini kabisa. Na haya ndiyo maneno yake Godbless Lema ambayo alimaliza katika mkutano wake wa hadhara hapo jijini Arusha eh. Simesikia kati ya wale wote wote wale, hakuna mtu mwenye sifa ya kuwa mwenyekiti wa kitongoji. Kwanza wote wote wale ni wafungwa watarajiwa. kama nchi ingekuwa inadai haki wote, Makonda ni mfungwa mtarajiwa, Gambo ni mfungwa mtarajiwa na jinai haifi. Kuna siku wataenda jela, si kweli? Neno langu, kuna siku wataenda jela sasa hivi wanaona ni kawaida. Juzi alitaka kushikana hapa mambo ya bodaboda pikipiki, nimesikia. TAKUKURU ni nina, nani nina, nina. Unafikiri wameambiwa acha hiyo, mimi hiyo issue naijua. TAKUKURU akichunguza vizuri, Gambo jela jela, asubuhi jela jela, miaka thelathini jela, asubuhi asubuhi asubuhi. Najua huyu Makonda akichunguzwa mambo aliyofanya akiwa mkoa Dar es Salaam, sio tu anaenda jela anapata murder case Marekani, Department of State walisema huyu tumemzuia kuingia nchi za magharibi kwa sababu, kwa sababu anahusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kuhusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ni kutoa maisha ya watu.